Weka ndani mpira ule, sasa kaa vyema, kwenda kuondosha mauzauza bado. Pigo, pasi nzuri. Oh, Opah Clement anajaza mpira kwenye kamba, a amefurahi kwelikweli, bao la kutangulia. Angalia kona nzuri ambayo ilipigwa na Winfrida Gerald, ukawa kuna mazongi ambao ilikuwa anazengeazengea kwenye lango lao. Opa akakutana dodo chini ya mwiba akausindikiza tu mpira ule akitapwin moja kwa moja, mpira umekwenda kukaa kwenye kamba, licha ya mlina lango kujieka rehani kunusuru mazonge yale na mauzauza. Lakini Violet shapoko miliki wa mali amepita Winfrida Gerald, ngoma iko ndani ya kamba, bao la pili <laughs> Winfrida Gerald akifunga bao la pili kwa upande wa, angalia namna ambavyo mpira ulitengenezwa, pasi moja hasanati ikakubali, akatazamwa na kuchunguliwa. Mlinda lango alipambana kweli kweli, nahodha Violet, lakini si vya bahati, mpira ule ukamshinda na akajikuta na usindikiza kwa macho, moja kwa moja umeingia kwenye kamp. Tunisia daniel Clara Luvanga pasi yake mekataliwa tena. Clara, Donisia Daniel Minja piga pasi moja hasanati ndani kule, sasa Clara jaza mpira uzuri ndani, namna gani mpira unakaa kwenye kamba. A, uzuri kabisa linafungwa hapa. Au. <laughs> Oh. Opa alikuwa anapambana, amini Clara Luvanga Itazame pasi ambayo ilipigwa na Donisia Daniel Minja, Clara akaweka ile kenda kuunganisha moja kwa moja na mpira ukaenda ukazama kwenye kamba, bao la kwanza kwa upande wa timu ya Frida Amani. <laughs> imekuwa ni faida kwao. Timu Aisha Masaka wanakuja tena, Stumai Abdallah jaza mpira wa majalo ndani, mabatiza mpira na... mwamuzi amefunika kwamba ni maguu 12 ya mtu mzima, penalti Donisia Daniel minja Tazama alichokifanya stumai abdallah jasa, kwenye kamba maridadi. Mnao penalti nzuri kabisa ambayo inafungwa na donisia daniel minja, akifunga bao la kusawadisha kwa upande wa frida amani, na timu frida amani inaonekana imeamka na shangwe <laughs> Alifunga penalti nzuri mno akimpeleka market mlinda lango akajikuta amepotea.